Na akajua ni siri, usimwambie mtu. Ndio alikifanya ila gizani, pasipokuwa na mtu. Japo siri ni ya mtu mmoja ila kama hutanaswa na gosipo, tutaongea vidole. Moja kati ya mahusiano ambayo yalizungumziwa sana baada ya kuvunjika ni penzi la Rose Ndauka na mkali wa Bongo Flava kutoka TNJ Squad Chiwaman. Sasa hivi karibuni Chiwaman amerudi rasmi kwenye mziki kava la iyo ngoma yake, kama uko na dingi yako utaziba macho yako kuna watu wanadai eti amepaniki, anataka kumuumiza mpenzi wake wa zamani waliyezaa mtoto mmoja Rose Ndauka. Patamu hapo. Chiwa Man, mambo vipi chifu? Mambo poa kabisa. uko kwenye harakati za kuachia mzigo mpya chief? e, mzigo mpya uko ndani yako, unazungumzia nini? Ah, uh, unaongea love story mtu fulani ambaye, uh, aliumizwa kidogo na na hivi vitu vya mapenzi, lakini ametokea mtu ghafla tu afa, amenyanyua hisia, zote za mapenzi zimerudi, zimezidi zile zilizopita, bwana bwana. Ni true story hiyo eh? Uh, no, no actually, so maisha yangu, so ni maisha ya watu wengi yani, umepunguza stress zote za kukuta. Yaani nime- nimeongea vitu in general kwamba kwa watu jinsi gani wanapokea, yani inavyotokea. Nilitokea nikaamini kwamba mapenzi waga yanaweza yakatokea yaka akakuumiza, alafu matokeo yake ukaja ukapata mpenzi akaweza kunyanyua tena hisia zingine, penzi kiti cha basi bwana. Kwani mahusiano yako ya nyuma unayajutia siku zote? Kuna mtu anataka kupotezaga muda, kwa hiyo muda ukiwa okay, umepotea ume katika kitu fulani ambacho ulikuwa unakiamini, unakuwa hujajisikia vizuri, lakini soul, soul good, unaendelea na vitu vingine. Kuna tetesi kwamba eti shemeji yetu wa zamani alikuwa na kukataza kufanya mziki kweli? Yani, sio kama unasema kwamba nilikuwa nakatazwa, sema nilikuwa tuna situations ambazo zilikuwa ha haziniweki hazi niwe focus kwenye music Sio, ah, ah. <laughs> bize, <laughs> bize, yeah, yeah. La mama, bize tuna vitu tofauti tofauti brother. Ulia rekodi naye kwenye video, ndo shemeji mpya nini? Ile ile tuliache, lakini ni, ni, ni, ni mtu tu ambaye anaweza alikuwa ana uwezo wa kufanya kazi Mbona anaonekana kama huko katika mahusiano naye hivi? Hapana, yani hakuna kitu kama hicho sasa. Mbona kwenye kava mmepigana denda pia, alafu kama huko serious hivi? Ile kazi bwana sudi bwana. au umefanya <laughs> kumuumiza Rose? Hapana, hapana, kazi tu, okay. Sikona time ya kumuumiza mtu yote, kazi tu ndio imenifanya nifanye hivi. Pia kama sio mtu wako yule ah, <laughs> kweli kweli, mimi nakwambia. <laughs> <laughs> E, ukweli wengine wanachukua fedha tu, mnakubaliana basi, ni kawaida. ushapata lezibape kwa sasa hivi, hivyo vitu sunu watu wataona nini kinachoendelea, kina ah. Eh, lakini binadamu ni binadamu na moyo unajua. Unazungumziaje zile scandal za Rose Ndauka kutajwa kuwa katika mahusiano na mzee huyu hapa yeye kuwa na mahusiano na Sheta, unajua kitu kitu unajua, mimi sijawahi sijawahi kumwambia, lakini ni kitu ambacho kama ni kweli mimi sikukipenda. Uh, uh, sijui kama ni kweli au ni uongo, lakini sikukipenda. mm, kwa nini wakati mmeshaachana nyie? actually sikukipenda Sababu unajua Sheta, mi ni mtu ambaye tukionana na tunakaa pamoja tunapiga story hata even at the, wakati tumeenda wakati hiyo wameenda Morogoro, sijui hiyo ishu ilitokea Morogoro wakati ule wa Kinatale, lakini the, the moment wakati ulikuwa tumekutana kule kwenye msiba, tulikuwa tuko pamoja tunapiga story na Sheta vizuri tu kishikaji. Kwa hiyo kama ni kweli ilikuwa imetokea eh, mi sikupenda, sababu tulikuwa ni watu tunajuana, tunapiga story, ni watu tunafanya kazi industry moja. Mimi mwanamziki, yule Shetan mwanamziki, kwa hiyo kwangu mi naona kama sio sawa. Ah, labda aende kudate na mtu wa tasnia nyingine, yani akidate na industry nyingine sawa au vipi? Lakini kwa mtu kama Sheta ni mtu ambaye mi nasalimiana naye tunapiga story, yani, umeona. Kwa hiyo kwangu unaona kama vile inakuwa kitu ambacho sio sawa, sio, sio heshima. No, no. Sababu uh, uh, apart from all, kwa sababu yaani kwamba unajua mimi naye uh, tunakutana kwa kwenye swala la kulea mtoto. Kwa hiyo uh, heshima ni kitu cha bure, lazima uh -huh, tu tunaheshimiana. uh -huh, umeona. uh -huh. kama yeye uh, nitakavyokuwa na mheshimu uh, okay. uh -huh. Ah, na mi nikianza kumvunjia heshima yeye itakuwa sio sawa. Ndio, eh. <laughs> na washikaji zake <laughs> no, yuko yuko free kudate, sema tu sijapenda ni kwamba, unajua kama angekuwa anadate naye, labda ndo boyfriend wake na kila kitu, umeona. Lakini shet ameoa na hivi, kwa hiyo kwangu mimi naona kama ni wana-kama vitu ambavyo sio sawa. Mambo yamekufika hapa.